Taasisi ya Udhibiti wa Ubora wa Mbegu Tanzania TOSCI imeshiriki katika maadhimisho ya Wiki ya Chakula Duniani yanayofanyika jijini Tanga kuanzia Oktoba 10 hadi 16, ikiwa na lengo la kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa kutumia mbegu bora kwa ajili ya kilimo chenye tija. Kupitia banda lake, TOSCI imeendelea kutoa elimu kwa wananchi, wakulima na wadau wa sekta ya kilimo kuhusu utambuzi wa mbegu bora, taratibu za usajili wa uzalishaji wa mbegu pamoja na namna ya kuepuka mbegu bandia sokoni. E, tuko hapa Tanga kwenye maadhimisho ya siku ya chakula duniani ambako tunataka kuwaelezea wakulima kuhusu kazi zetu za TOSCI. E, TOSCI makao yake makuu yako Morogoro mkoani, e, Morogoro na matawi yetu, kuna tawi liko Arusha pale Tengeru tawi jingine la Toski linaloshughulikia nyanda za juu kusini liko Njombe na tawi jingine la kusini liko pale Mtwara na liendele na kuna tawi linaloshughulika na kanda ya ziwa na magharibi liko pale Ukiruguru, Mwanza. E, kazi zetu za Toski tunazifanya nje ya ofisi na ndani ya ofisi. Kazi moja ambayo tunayoifanya Toski, ni kusajili wafanyabiashara wote wa mbegu pia Toski tunasajili aina zote za mbegu kupitia kufanya majaribio ya utambuzi wa aina mpya ya mbegu tunasema DUS, distinctive, uniformity, na stability, kufanya majaribio ya umahiri wa mbegu ili kuweza kusajili aina hizo mpya za mbegu. Baada ya aina mpya za mbegu ambazo mkulima nani, mtafiti amesema kwamba mbegu hii inamfaa mkulima, sisi tunapitia kufanya majaribio hayo ili kuangalia tunaitambuaje na pia baadaye tunaangalia faida za hiyo mbegu kwa mkulima wetu, ina faida gani zaidi ambayo nyingine ambayo tumeshakuwa nayo, baada ya kufanya majaribio na kamati mbalimbali mbali, kupitia kamati ya kitaifa ya, ya, ku, ya kitaalamu NPTTC kupitia na baadaye kamati ya kupitisha mbegu NVRC National Variety Release Committee kupitia na baadaye kamati ya kitaifa ya mbegu National Seed Committee kumshauri waziri aipitishe mbegu hiyo ambayo imeshapitiwa na kamati mbalimbali mbali. Basi aina hiyo waziri akishaipitia, aishaikubali, akisha approve inapitishwa, anaiweka kwenye gazeti la serikali na baadaye kutangazwa ili kutumika kwa wakulima. Aidha, wananchi waliotembelea banda la TOSCI wamepata fursa ya kuuliza maswali na kujifunza kwa vitendo kuhusu hatua mbalimbali mbali za uthibitishaji wa mbegu, jambo linalolenga kuhakikisha Tanzania inakuwa na mfumo imara wa uzalishaji wa mbegu bora unaochangia usalama wa chakula na maendeleo ya kilimo nchini. naitwa Veronika Sirili Mwaimu, nimetokea wilaya ya Handeni katika mradi wa IP Mkunguru. Nimeweza kufika kwenye banda la TOSKI kwa ajili ya kujifunza. Nilipofika kwenye banda la TOSKI, nimeweza kugundua kwamba kuna uwezekano wa kujua mbegu zilizo bora na ambazo zinaota vizuri kwa ajili ya kipato cha kuinua kaya au cha kuinua uchumi katika kaya lakini pia nimeweza kuona kwamba kuna mbegu zilizo bora kutoka katika shirika la TOSCI na zinauzwa kwa bei ya ruzuku. Hivyo pia na washauri na wakulima wenzangu wote tutafute shirika la TOSCI ili tuweze kupata mbegu zilizo bora ambazo zinapatikana kwa bei ya ruzuku. Tusikubali kwenda kwenye mbegu ambazo tunaweza tukauziwa kwa bei iliyo juu, na mbegu za ruzuku wanauza kwa shilingi elfu kumi na nne. Hivyo tunaweza kupata mbegu katika banda la TOSCI au katika kampuni ya TOSCI tunaweza kupata, tunapata mbegu kwa bei nafuu zaidi, sio sawa na kwenda kuuziwa mbegu ambazo ni za juu halafu hazina kipato kizuri.